Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International limeitaka Benki ya Dunia kuishinikiza serikali ya Uganda kufuta sheria kali dhidi ya watu wanaoshiriki uhusiano wa jinsia moja kabla ya kurejeshwa tena kwa ufadhili uliokuwa umesitishwa. Wito wa Amnesty umetolewa baada ya afisa mmoja wa Wizara ya Fedha nchini Uganda kusema mapema wiki hii kwamba nchi hiyo itapokea kwa muda wa miaka mitatu jumla ya dola bilioni mbili kutoka Benki ya Dunia ambayo ilisitisha mikopo yote kwa Uganda baada ya Rais Yoweri Museveni kusaini mwaka elfu mbili na ishirini na tatu sheria hiyo dhidi ya jamii inayojihusisha na uhusiano wa jinsia moja. Wakati Benki ya Dunia inasitisha ufadhili kwa Uganda, ilisema kuwa miradi yote inayoifadhili inapaswa kuzingatia sera zake zisizo za kibaguzi. Sheria ya Uganda dhidi ya ushoga ni mmojawapo ya sheria kali zaidi duniani ikijumuisha wakati mwingine hukumu ya kifo katika baadhi ya matukio. Rais wa Uganda Yoweri Museveni mwaka elfu mbili na ishirini na tatu alitia saini kuwa sheria mswada wenye utata wa kupinga mapenzi ya jinsia moja. Museveni kwa kusaini mswada huo, ofisi yake na bunge la nchi hiyo walipitisha adhabu kali sana dhidi ya ushoga. Ingawa rais Museveni aliwataka wabunge kufanyia marekebisho mswada huo, lakini bado sheria hiyo ina vipengele vingi vyenye msimamo mkali ambavyo vilisababisha ukosoaji kutoka nchi za magharibi. Hata hivyo mkurugenzi wa benki ya dunia amesema wanakusudia kuhakikisha kuwa mashoga na wale waliobadili jinsia zao nchini Uganda hawatobaguliwa katika miradi ya taasisi hiyo kabla ya kuanza upya ufadhili ambao ulisitishwa mwezi Agosti elfu mbili na ishirini na tatu kutokana na sheria dhidi ya jamii ya wapenzi wa jinsia moja. Victoria Kwakwa kwa, kiongozi wa benki hiyo anayehusika na eneo la mashariki na kusini mwa Afrika ameliambia shirika lahabari la habari la Reuters kuwa nyaraka za Benki ya Dunia zinatoa msimamo wa wazi wa kutaka jamii ya watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja nchini Uganda isibaguliwe na, na pia wafanyakazi watakaojumuisha katika miradi hiyo wasikamatwe kwa kwa aliyesema hayo mwishoni mwa mkutano wa kila mwaka wa Benki ya Dunia na shirika la fedha la kimataifa IMF ambao ulifanyika katika mji wa Marrakesh nchini moroko na kusisitiza kuwa serikali ya uganda imeridhia matakwa hayo mkopo wa benki ya dunia kwa uganda wa mwaka elfu mbili ishirini na mbili ulifikia dola bilioni tano nukta mbili katika ripoti yake iliyotolewa mwaka 2023, kamati ya umoja wa mataifa ya haki za binadamu imesema kumekuwa kukishuhudiwa kamata takamata inayowalenga wapinzani wa kisiasa waandishi wa habari mawakili watetezi wa haki za binadamu makahaba na wapenzi wa jinsia moja. Kamati hiyo imezitaka mamlaka katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki kuifyeka ile mbali sheria inayopendekeza adhabu ya kifo kwa baadhi ya vitendo vinavyofanywa na wapenzi wa jinsia moja. Ripoti hiyo ni ya kwanza ya Umoja wa Mataifa kuhakiki mambo yalivyo nchini Uganda tangu mwaka elfu mbili na nne. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.